Kamwe usije subutu kuchanganya namba za oil. Manufacturer au mtengenezaji wa chombo chako cha moto amekwambia labda kwenye injini yako uweke 5W30, wewe unakuja unaweka 10W40. My friend, my friend unaenda kuua injini yako. Hii inakuwaje na kuwa, kivipi sasa unavyoweza kuua injini yako. Tukija kuangalia ni kwamba hii 5W30 na hii 10W40 ni oili ambazo ni mbili tofauti, ambazo zina tofauti ya viscosity, ambazo hizi namba utofauti wake ni kulingana na viscosity ya oili husika. Labda unaweza kushangaa hii viscosity ni nini? Viscosity ni ule mnato au ni ile ni ule mtililiko wa oili, kama ukimwaga au uwezo wa kumwagika au kwa kiingereza wanasema ni ability of the liquid to flow. Uwezo wa 5W30 ni tofauti kabisa na uwezo wa kuflow wa oil ya 10W40. Kwa hiyo, unapomix, unasababisha sasa mle ndani kwenye engine yako oil ishindo kuflow jinsi ambavyo manufacturer au mtengenezaji anavyotaka. Kwa hiyo sasa ni direct unaenda kuua injini yako, my friend. Kwa hiyo ni lazima ufuate manual book, ni lazima ufuate recommendation ya car manufacturer, ili uweze kuishi na kifaa chako au kuishi na gari lako siku nyingi na siku nyingi na siku nyingi.